Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu, ni kukaribishe tena katika mwendelezo wa updates kuhusiana na kesi ya uchochezi dhidi ya mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema Tundu Antipas Lissu. Tumepata nafasi ya kutazama sehemu ya kwanza yenye vipande saba jinsi ambavyo mawakili wanaomtetea Lissu wakinyukana kisheria na mawakili wa upande wa serikali mbele ya hakimu. Sasa tuwemo katika sehemu hii ya pili, dakika za lala salama. Na tutaanzia katika kipande cha nane na kuendelea. Mahakama ya hakimu mkazi Kisutu imepanga kutoa uamuzi wa hoja za mawakili wa Jamhuri na mawakili wa utetezi katika kesi ya uchochezi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundulisu Mei 6 mwaka huu wa 2025. Uamuzi huo unatarajiwa kutolewa na hakimu mkazi mwandamizi Godfrey Muhini baada ya kusikiliza hoja za kisheria baina ya upande wa Jamhuri na utetezi ambao uliwasilisha mapingamizi mahakamani hapo tangu Aprili 24 mwaka huu wa 2025 kuhusu mwenendo wa shauri hilo. Kesi hiyo imesikilizwa leo kwa njia ya mtandao ambapo upande wa jamhuri ulijibu hoja za mawakili wa utetezi mbele ya hakimu Muhini, ambapo Lissu amegoma kushiriki tena kesi hiyo akiwa na msimamo wake wa kutaka afikishwe mahakamani na si kusikilizwa kwa njia ya mtandao. Awali upande wa jamhuri uliiomba mahakama ya hakimu mkazi Kisutu kutupilia mbali mapingamizi ya mawakili wa utetezi katika kesi ya uchochezi inayomkabili mwenyekiti wa CHADEMA Tundu Lissu. Na miongoni mwa hoja za mapingamizi ya jopo la mawakili wa utetezi takriban 31 wakiongozwa na Mpale Mpoki ni kwamba wanaiomba mahakama hiyo itoe amri ya kuhojiwa kwa afisa magereza wa mkoa na mkuu wa gereza la Ukonga kwamba kwa nini Tundu Antipasilisu hajafikishwa mahakamani. Baada ya kusikilizwa kwa hoja hizo, kesi hiyo imeahirishwa hadi Mei 6 mwaka huu wa 2025 kwa ajili ya kutolewa uamuzi. Sasa tuwemo katika kipande hiki cha nane e, katika mwendelezo wa kesi ya uchochezi dhidi ya Tundu Antipasilisu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema. Ni updates kuanzia kipande hiki cha nane sehemu hii ya pili, yapo mazingira ambayo kesi inaweza kusikilizwa kwa njia ya mtandao, sababu yoyote ya msingi haijaelezwa. Kwa nini mahakama haijasema sababu yoyote hadi leo? Kwa hiyo nasisitiza takwa la kutolewa notisi ya siku saba kusikiliza kesi kwa njia ya mtandao ni haki kabisa yenye msingi wa kikatiba. Sasa kutoa uamuzi kutoka kwenye dro na bila kuwashirikisha pande zote ni kinyume kabisa na haki za msingi katika kusikilizwa hizi kesi. Athari za maamuzi yoyote yanayofanyika bila kusikiliza pande zote ni maamuzi batili kabisa na kwa vile mtuhumiwa pia ni mwanasheria na anajua haki zake, ndio maana hataki kushiriki kuja mahakamani kusikiliza kesi yake. Na ukisema public itasikiliza kesi hii kupitia kuingia kwenye link, sasa na wale ambao wanatumia simu za vitochi wanaingiaje? Unawanyima haki yao ya kufika na kushuhudia namna kesi inavyoendeshwa. Hata tungesema wafuatilie kupitia waandishi wa habari, hao waandishi wenyewe humu mahakamani siwaoni na wanakatazwa kuingia mahakamani pale getini. Haya ni mambo ya ajabu kabisa. Wako watu wanaweza kutembea kwa miguu kutoka wanapoishi hadi hapa mahakamani. Ukisema waingie mtandaoni, unawanunulia bando wewe? Na je, kama hawana simu au laptop? Haya yote maana yake ni kwamba mteja wetu hajatendewa haki. Huyu mzee Mpale Mpoki anachapa sana hapa, anaonekana ana hasira, angeweza kupiga hata mtu makofi isingekuwa mahakamani. Anaendelea kusema tunaomba mteja wetu aruhusiwe kuja mahakamani kusikiliza kesi yake. Huyu mwenye hofu kesi hii isikilizwe mtandaoni, sijui ana hofu gani, na kama anataka iwe hivyo atuite tuje tuzungumze hilo na aseme kuhusu hofu yake hiyo. Dkt. Nshala anaanza hapa, amepewa nafasi eh, na, na Mpale Mpoki. Dkt. Rugemeleza Nshala anasema ile tone ya Jobu Mrema, wakili wa serikali, alikuwa anazungumza kama anatufokea. Sasa kwanza, Jobu Mrema ajifunze namna ya kuzungumza mimi nina miaka thelathini ya uwakili, napaswa kumfundisha mambo kama hayo madogo madogo, ajifunze. Amesema polisi wanafanya kazi yao kwa weledi, nimeshangaa. Kuna ukiukwaji mkubwa wa kanuni za magereza na sheria za nchi kwa hao polisi. Anasema mteja wetu alipaswa kuandikia magereza barua. Sasa usomaji wangu wote wa hizi sheria ukisaidiwa na miwani pia, sijawahi kuona huo utaratibu wa kuandika barua kwa mshtakiwa aliyeko magereza kwa kuelezea majina ya mawakili wake na ndugu zake watakaokwenda kumwona. Mahakama kama kweli inaona na ina macho, basi itaona sharti hilo la kuandika barua kuwatambulisha mawakili wake halipo na halijawahi kuwepo. d nshala anasema kanuni ya 12 ya kanuni za magereza inasema, mfungwa au maabusu ana haki ya kutembelewa na wao wamekiri kuwa mshtakiwa yupo na dhamana sasa, magereza walipaswa kumleta hii kesi iliyopo kwako, mshtakiwa ana dhamana. Hicho ni kipande cha nane, na huo ndio mwisho wa kipande cha nane. Sasa tuwemo katika kipande hiki cha tisa. Kipande hiki cha tisa kinasema haki ya wakili lazima ilindwe, na utaratibu wa wakili kupewa simu akienda magereza ili azungumze na mteja wao. Si tungebaki nyumbani tuwapigie simu magereza, halafu atupe hiyo simu tuongee naye, sio kwenda pale magereza, halafu tunapewa simu tena. Huyu Tundu Lissu alipigwa risasi kumi na sita. Nani miongoni mwetu amewahi kupigwa hizo risasi? Sasa huyu mtu anapaswa kupewa uangalizi wa msingi kabisa wa huduma za kiafya na uangalizi wake. Sheria zetu zinapaswa kuheshimiwa na kila mtu, hadi serikali. Sasa serikali isipoheshimu hizo sheria, maana yake hakuna haja tukawa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kila mmoja aendelee kivyake kwenye hili taifa. Naomba nimkaribishe wakili Kibatala. Wakili Kibatala anaanza sasa. Mheshimiwa, kwa nini magereza tulipoanza leo hapa wametujoini na umewauliza mshtakiwa yuko wapi? Maana ya hilo zoezi ni kwamba magereza wanawajibika kwenye mahakama hii, hivyo maombi yetu yanaelea kwenye misingi hiyo, kwamba mahakama hii ina wajibu wa kulinda haki za mshtakiwa, ndio maana wapo hapa kujibu kuwa mshtakiwa amekataa kuja mahakamani. Jobu Mrema anasema tunastahili mawakili kunyimwa haki ya kumwona mteja wetu kama mteja hata kuwa ameandika barua, na amesema kuwa kwa mazoea aliyonayo ndio utaratibu. Sasa sisi hatujui ana mazoea gani na magereza, lakini hoja ni kwamba wanakiri kuwa mimi waliniruhusu nionane na mteja sasa swali ni kwamba waliniruhusu kwa sababu ya barua gani iliyokuwepo? Mbona waliniruhusu bila barua, kama hoja ya barua ni ya maana? Sasa nianze hoja ya functus officio ambayo wenzetu pia wamejaribu kuisemea. Katika mwenendo huu kulikuwepo na amri ya mahakama, na pia kuna mabadiliko ya amri hiyo. Mahakama hii iliahirishwa na kusema tukutane tarehe fulani, hiyo ni amri tayari. Sasa amri ilitakiwa kuwa halali na kutekelezwa na sio kubadilika juu kwa juu bila pande zote kufahamu nini kinaendelea. Sheria imetumia maneno open court. Hilo neno open siyo nyimbo ya Zuchu, ni mahakama ya wazi, na kama ingekuwa haina maana ya kila mtu kuifikia basi neno open lisinge kuwepo, ingekuwa ni koti peke yake. Hicho ni kipande cha tisa. Sasa tuwemo katika kipande cha kumi katika sehemu hii ya pili juu ya mwendelezo wa kesi ya uchochezi dhidi ya Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha Chadema. Kipande hiki cha kumi kinasema baada ya ile oda, yani amri kutolewa, maana yake tulipaswa kukutana kama tulivyokutana siku Tundu Lissu amesomewa mashtaka. Wenzetu wanasema hakuna kilichobadilika. Sasa mimi namuuliza, kama hakuna kilichobadilika, kwa nini tuko hapa na haya mavideo na makamera, na wao tunawaangalia kwenye matv yao? Haya, sasa swali la msingi ni kwamba ilikuwa sahihi mahakama kuamua yenyewe kuwa tusikilize kesi kwa mtindo huu? Jibu ni kwamba mahakama ilikosea kuamua bila kushirikisha pande zote na ina wajibu wa kujirekebisha na ikiona iliteleza itakuwa imelinda sana heshima yake kwa umma. Kuhusu hoja ya ahirisho, ngoja ni mkumbushe kuhusu kifungu cha 225 alichotaja yeye kwamba mshtakiwa akipewa dhamana atatakiwa kufika kwa muda na mahali. Maana yake ni kwamba mtuhumiwa akipewa dhamana anapaswa kufika mahali husika na tarehe husika aliyoambiwa. Haya, tuseme asingekuwa Ukonga gerezani, je, angekuwa nyumbani kwake Tegeta, angesema siji mahakamani, mnisikilize kwa mtandao, je, mngekubali? Hoja ahirisho la siku thelathini na kifungu alichotaja kwanza, kifungu hicho kinasema ahirisho lisizidi siku thelathini. Sasa yeye anataka kutumia kifungu hicho ambacho msingi wake ni katazo, na sheria iko wazi: kwa mtu aliyepo magereza, ahirisho halipaswi kuzidi siku kumi na nne. Na anaposema tuende tukaongee na mteja wetu, mtupatie hizo siku thelathini, nayo pia ni kama kuchanganyikiwa tu. Sisi tunasema magereza wanatuzuia kumwona, wewe unasema tukaongee na mteja, tunaongea naye kwa stahili gani? Kuhusu hoja ya notisi ya siku saba kuwa haijatolewa wao wanasema kuwa ukiahirisha tutakuwa tumepata hizo siku saba za notisi. Nafikiri nalo ni kujielekeza vibaya kabisa. Tumeshaweka pingamizi, ndio anasema sasa hivi kuwa notisi tuchukulie ndiyo imetolewa kwa mtindo huo. Hiki ni kipande cha kumi. Sasa tuwemo katika kipande cha kumi na moja na kisha tumalize na kipande cha kumi na mbili. Nadhani ndio utakuwa mwisho wa updates kuhusiana na mwendelezo wa kesi ya uchochezi dhidi ya Tundu Andi Pasilisu, mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, siku ya leo tarehe 28 na ya mwezi huu wa 4 na mwaka huu wa 2025, kipande cha 11 kinasema kama ifuatavyo. Anaendelea Pita Kibatala, anasema amesahau kujibu hoja kuhusu baada ya kufanya PH mshtakiwa anapaswa kusaini. Sasa je atasaini vipi wakati hayuko mahakamani au askari magereza atapanda bodaboda kwenda kusaini halafu arudi hapa. Anaingilia Mrema anasema Kibatala anasema hatujajibu, ila sisi tumejibu hizo hoja zake. Mheshimiwa anamwambia hilo pingamizi lako halina msingi wowote, tutaangalia kwenye mwenendo tulionao. Hapa ni wasilisho letu kuwa kitu pekee kwa leo kinapaswa kupuuzwa ni hoja za Jobu Mrema, wakili wa serikali kwa sababu hoja zetu ni za msingi na mahakama inapaswa kujilinda na kulinda hadhi yake na mahakama iwe na wivu huo. Mrema anasema Kibatala anaitisha mahakama kwenye maneno yake hayo, kwa hiyo yasiwe kwenye mwenendo. Kibatala amemjibu kuwa Mrema hayamuhusu kabisa na lingekuwa ni kosa mahakama ingesema sio yeye. Kwa kifupi, Kibatala anasema Mrema aache kiherehere, anaingia mtobesia. Sasa kuhusu jurisdiction ya mahakama kuendelea kwa mtandao, naomba kusema kwamba proceedings za mahakama ni mali ya mahakama. Ukisema nyaraka itumwe au ikasainiwe huko mitaani, sasa hiyo ni kinyume kabisa na misingi ya kisheria. Huo ndio mwisho wa kipande cha kumi na moja. Sasa tuwemo katika kipande hiki cha kumi na mbili na huu ndio utakuwa mwisho wa sehemu yetu ya pili juu ya updates katika mwendelezo wa kesi ya uchochezi dhidi ya Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa chama cha CHADEMA. Sehemu uh, kipande hiki cha kumi na mbili kinasema mahakama inayo wajibu wa kulinda haki za mshtakiwa hadi siku anahukumiwa na kesi yake kumalizika. Malalamiko yoyote tunayoleta hayaelei hewani kwa sababu Hili ndio eneo la msingi kuleta hoja hizo kuhusu haki za Tundu Antipas Lissu wakiwa huko magereza, na mimi naomba kurudia judicial review, tunazifahamu vizuri, kwa hiyo haiwezi kuondoa mamlaka ya hii mahakama hapa. Mtobesi amemaliza na Dr. Nshala kiongozi wa jopo amechukua nafasi baada ya Mpale Mpoki kutoka kidogo, anaomba kuwa mahakama izingatie maombi ya upande wa utetezi. Muda huu hakimu anaandika hapo. Tusubiri kama atasoma uamuzi mdogo leo au atatoa tarehe ya kusoma huo uamuzi. Hakimu anasema kwamba mara baada ya kusikiliza hoja za pande zote na kwa vile mapingamizi yamekuwa marefu, na mimi napaswa kupata muda. Tarehe sita mwezi wa tano mwaka huu wa 2025 majira ya saa nne asubuhi nitasoma huu uamuzi mdogo. Huu ndio mwisho. Hii hapa ni Habari Kiganjani, endelea kusubscribe